Nasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23: Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Ufafanuzi wa mstari huu kwa ufupi na lugha rahisi: Biblia inatuambia tulinde moyo wetu kuliko kitu kingine chochote. Sasa, moyo hapa haimaanishi tu kile kinachopiga ndani ya kifua chetu, bali ni nafsi yetu ya ndani, mahali tunapofikiria, tunapohisi na tunapofanya maamuzi. Kwa nini tulinde moyo? Kwa sababu maisha yetu yote hutoka humo. Yale tunayoamua, tunavyoongea na hata tunavyotenda yote yanatoka moyoni. Kama moyo umejaa hasira, chuki au wivu, basi hayo ndiyo yatatoka kwenye maisha yetu. Lakini kama moyo umejaa upendo, amani na imani kwa Mungu, basi maisha yetu yataonyesha uzima wa kweli. Hivyo basi, ndugu yangu, linda moyo wako. Chunga kile unachoruhusu kiingie ndani yako kupitia macho, masikio na maneno ya watu. Usiruhusu sumu ya ulimwengu iingie moyoni mwako. Jaza moyo wako na neno la Mungu, maombi na mawazo mazuri. Kumbuka, kile unachokilisha moyo wako ndicho kitakachoamua mwelekeo wa maisha yako. Asante kwa kutazama video hii. Karibu sana na kuomba subscribe, pia share kwa ndugu jamaa na marafiki. Kwa pamoja tujifunze siri za ufalme wa Mungu.